Ndugu zangu waliotangulia wamesema mengi, mimi nataka niseme machache. Katika ziara hizi za kampeni, kama alivyosema naibu katibu mkuu, tumekuwa na kawaida ya ziara kuonana na wananchi asubuhi na kuwa na mikutano ya hadhara jioni mfululizo. Lakini mote tulimokwenda kuwasikiliza wananchi, katika mikutano yetu ya kusikiliza wananchi, mambo yamekuwa ya kujirudia, hayo kwa hayo. Watu wanacholilia kikubwa ni dhulma kubwa katika ardhi wanayofanyiwa. Watu wanacholilia ni njaa. Watu wanacholilia hakuna ajira. Watu wanacholilia ni dharau wanayofanyiwa na viongozi, kutokufuatilia, kutokutimiza, kutokuwapa haki zao. Watu mote tulipotembelea, kwa wavuvi, wana malalamiko yao. Wakulima wana masikitiko yao, wananchi wa kawaida wote wana masikitiko yao. Ni dhulma juu ya dhulma juu ya dhulma, ndio hali ilivyo sasa. Na kubwa, mkifuatilia mikutano yetu siku zote tokea tumeanza mpaka leo zinatolewa tuhuma kubwa za ufisadi uliopindukia mpaka juzi, kama mlifuatilia za mwisho mwisho hizo, mlielezwa ufisadi mkubwa katika ujenzi wa uwanja wa mpira huu wa Gombani, kwamba mwanzo ilikusudiwa zitumike shilingi bilioni mbili, hatimaye zimetumika bilioni 16, bilioni ngapi 16? Inshallah, mwenyezi Mungu atuweke. Baada ya Oktoba hii nitakapokuwa rais wenu, inshallah serikali itakayoiongoza itakwenda kufugua kuwaonesha hizo pesa zilizopigwa hapo Gombani ziko wapi? Kwa sababu tunazijua. Mtachoka ndugu zangu. Karibuni mliambiwa ufisadi mkubwa katika mradi wa uwekaji wa kamera za barabarani Unguja, bilioni mia moja na arobaini zimepigwa, watu wanalala na njaa wengine wanapiga bilioni mia moja na arobaini eti kuweka kamera mitaani kuwe salama. Utakuwa na salama ukiwa na njaa? Tija yake haijulikani, na matokeo yake kamera zenyewe zinaibiwa, bila kamera hizo nyingine kuona hawa walioiba. Lakini zimekwenda ngapi? Bilioni mia moja na arobaini. Kama bilioni mia moja na arobaini zinatandikwa hapa kwenye uwanja, basi zinatosha kuwa kapeti la huu uwanja. Watu wamepiga kwa kuweka kamera na mengine na mengine, lakini ukija upande wa wananchi, kila pahala kuna malalamiko. Asubuhi mimi leo nilikuwa nilikuwako Furaha. Furaha jina la kijiji, lakini wana maumivu makubwa kwa dhulma wanayo waliofanyiwa. Sasa mimi ndugu zangu niwaulize, maana ndugu zetu hawa mahodari kwa kujishaua, mahodari wa kujihashua wengine husema mahodari wa kujitekenya, wakacheka wenyewe yeah. Hebu yeah, yeah, mtizame we mtu kashika kajitomasa huku anaruka mzima mzima, yeah, yeah, yeah. Asubiri bwana kageuka na upande mwingine mzima mzima, bwana kapinduka kwa kucheka, akiulizwa nini. Ndio walivyo wenzetu sasa. Mimi ndugu zangu, niwaulize hivi, watu ambao wameingia kwenye madaraka kwa kuua, kwa damu za watu, damu za